Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana, ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra, nikope lako sikio nikuchanganulie yale yote ambayo yamejiri. Tafadhali ninakuomba kwa moyo mkunjufu, kama haujaweza kujiunga na hichi kituo, piga subscription. Bonyeza kengele ili tusonge mbele kama familia moja. Ndani ya Tanzania taifa letu kuna matumizi mabaya ya mamlaka. Vilevile vile, kuna matumizi mabaya ya kodi ya mwananchi, ushuru ambao tunatolewa, kodi ambayo tunatolewa inatumika vibaya na utawala huu ambao uliweza kuiba mamlaka. Utawala huu ambao uliweza kuiba uchaguzi ukawaua wananchi. Kuna taarifa ambazo nimeweza kupewa na Tanzania fulani kutoka Tanzania ananieleza, Bwana Ezra, kuna mambo mengi ambayo yanatendeka hapa Tanzania, ni kana kwamba tunatawalwa kimabavu. Yaani anaeleza kwamba ni kana kwamba Tanzania sasa hivi inaongozwa kimabavu hmm? Utawala huu unatumia nguvu zaidi dhidi ya mwananchi. Yaani utashangaa mpenzi mtazamaji, RC ukipenda regional commissioner ndani ya Tanzania analindwa na kikosi cha JWTZ, jeshi la mwananchi Tanzania. Baya zaidi, amepewa gari aina ya V8 kutembelea baada ya kusimamia mauaji ya raia Tanzania ambayo yalitendeka Oktoba 29 mpaka Novemba tarehe 5. Sasa, kama zawadi ambayo Samia aliweza kuwapea kwa kuamuru maafisa wa polisi kuwamiminia risasi wananchi, wamepewa gari aina ya V8 mpya kabisa pamoja na ulinzi mkali wa JWTZ. Unajua, JWTZ ni jeshi ambalo linapaswa kulinda mipaka, linapaswa kulinda amani ya mwananchi, lakini sasa JWTZ limegeuzwa mpaka limeanza kulinda viongozi wa serikali, kipindi ambapo huyu regional commissioner anapaswa kulindwa na maafisa wa polisi. Taarifa hizo ndizo hizo hapo, mpenzi mtazamaji, ninaelezwa hivi ninaelezwa hivi, angalia hapo bro Ezra, habari ya jioni huko. Aha. Hiyo ni gari la kifahari analotembelea regional commissioner, RC, mkuu wa mkoa huko kwenu ni PC, mnaelewa, regional commissioner ni mkuu wa mkoa Tanzania V8, baada ya vifo vya halaiki ya watu waliokuwa wanadai haki yao kikatiba. Kwa sasa wanalindwa na jeshi la mwananchi JWTZ badala ya polisi. Hapo alikuja uwanja wa CCM Kirumba stadium kuangalia mechi ya Pamba Jiji Football Club. <coughs> Yaani, mkuu wa mkoa Regional Commissioner, RC, amepewa gari ya V8 kama zawadi na Samia, na cha kushangaza zaidi analindwa na JWTZ. hili jeshi lilishindwa kusimamisha mauaji ya wananchi yaliyotendeka kati ya Oktoba tarehe 5, yani tarehe 29 mpaka tarehe 5 Novemba. Hili jeshi la JWTZ limeshindwa kukomesha kitu ambacho kinaitwa utekaji nyara Tanzania. Hili jeshi la JWTZ limeshindwa kukomesha kitu ambacho kinaitwa ukandamizaji ndani ya Tanzania. Sasa limegeuzwa kuanza kulinda wanasiasa, kuanza kulinda viongozi wanaotumikia serikali, kumaanisha mwananchi ambaye haungi serikali mkono ni adui wa JWTZ, ili hali kulingana na kikatiba, JWTZ haipaswi kujiunga kwenye siasa inapaswa kumlinda mwananchi wa Tanzania, iwe unaunga serikali iwe unapinga serikali, unapaswa kulindwa na JWTZ. Usalama wako unapaswa kuhakikishwa na JWTZ. Sasa kuna haja gani mkuu wa mkoa anatembea na V8 alafu analindwa na JWTZ, kumaanisha hii serikali inamuogopa mwananchi, na wanataka kutuhakikishia kwamba wananchi hawawataki, wananchi hawakuwachagua huyu mvunja. Taarifa zangu ananieleza kwamba hivi ndio tumefikia hapo, kaka. Wanalindwa na wanajeshi kwa sababu asilimia kubwa ya wakuu wa mikoa, ukipenda regional commissioner, ndio walisimamia zoezi la kupigwa risasi wananchi katika mikoa yao, kwa kuunga mkono agizo la mama kutoka juu, lakini walikuwa na mamlaka ya kuzuia ma RPC wakuu wa polisi kila mkoa, kutofuata agizo la mama, lakini walishiriki uovu huo. Ananieleza hivi bwana Ezra, hawa watu wanalindwa na jeshi la JWTZ. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wakuu wa mikoa ndio walisimamia mauaji Tanzania. Sasa ndio maana wamepewa ulinzi mkali kama njia moja ya Samia kuwarudishia asante kwa kusimamia mauaji Tanzania. Amewapea V8 kila mmoja moja moja ya kutembelea pili, amewapea ulinzi wa JWTZ kwa nini? Kwa sababu wao ndio walisimamia mauaji kwa kila mikoa na kusafisha jina la Samia kwa sababu hawa wakuu wa mikoa walikuwa na uwezo wa kuzuia polisi wasiwaue wananchi, lakini sasa hawa wakuu wa mikoa wakatekeleza zoezi la Samia ambalo aliweza kuwaeleza kwamba hakikisha wananchi wanapigwa risasi, wale ambao wanapingana na ushindi wake, wale ambao wanapingana uchaguzi usiandaliwe ishirini na tisa Oktoba. Kwa hivyo, unaona hawa wakuu wa mikoa wanatembelea magari ya V8 na wako na ulinzi kwa sababu waliweza kumsikiliza Samia na wakatekeleza jinsi ambavyo Samia alikuwa anataka wananchi wapigwe risasi. Kwa hivyo kipindi ambapo tunakashifu Samia, mpaka hawa wakuu wa mikoa regional commissioners na wao wapo kwenye ule ukurasa wa wauaji Tanzania, wako kwenye ile orodha ya wale ambao waliweza kutekeleza mauaji Tanzania sijui kama mnanielewa mpenzi mtazamaji hapa sasa mnaona kuna matumizi mabaya ya hela za mwananchi kodi kodi yetu ambayo tunatolewa badala ya kuunda mabarabara badala ya kuunda mashule badala ya kuunda miundo msingi Tanzania wananchi hawana kazi pesa hizi zimetumika kuzawadi kila mkuu wa mikoa V8, V8, V8, magari ya kifahari kwa kutekeleza mauaji kwa, kwa niaba ya Samia. Kando na V8 wamepewa ulinzi mkali wa JWTZ. Ni jambo la kusikitisha kuona kitengo cha usalama ambacho kilikuwa kimepewa heshima kuu Tanzania kinageuzwa na kuanza kulinda viongozi wa CCM ni jambo la kusikitisha sana, ni jambo la kuliza kuona kikosi cha JWTZ kinageuzwa kuwa kikosi cha siasa, yaani kinalinda mpaka wanasiasa, kinalinda mpaka viongozi wa serikali, kumaanisha sisi ambao tuko upande wa upinzani ni maadui wa serikali, ni maadui wa JWTZ. Kuna haja gani basi waite hichi kikosi kwamba ni jeshi la mwananchi Tanzania? Siwaseme tu ni jeshi la CCM Tanzania. Tupatane kwa kada ijayo. Sijui wazo lako ni lipi.